Ukisalia pale pale Kabuchai, baadhi ya viongozi katika kaunti ya Bungoma wamepongeza idadi kubwa ya wakazi waliojitokeza kushiriki upigaji kura leo tarehe 27 katika wadi ya Kabuchai Chwele, wakikashifu pia visa vya vurugu vilivyoshuhudiwa mapema katika baadhi ya maeneo ya wadi hiyo ya Kabuchai Chwele. Ni taarifa yake Thedius Wachie. <tipulia> Baadhi ya viongozi akiwemo spika wa bunge la taifa Moses Wetangula na mwaniaji wa kiti hicho kwa tikiti ya chama cha DABK walishiriki zoezi hilo. I just want to encourage Kenyans in those electoral areas to turn up and exercise their duty to vote for candidates of their choice. I want to encourage the security agencies to ensure sufficient security is provided in every polling area to enable people to vote freely.

this is after the stations are closed at five na. Siku ya leo nashukuru Mungu kwa sababu tumeona usalama iko salama, tumepiga kura, hatujaona tatizo yoyote, na kwa sasa tumeshukuru security yetu ya siku ya leo. Kwangu najua hii ni by election na hii idadi ambayo imetoka, hakika uh, hawa ah, watu ni wangwana, walisikia. Unajua tumekuwa na by election mingi, lakini huwa sioni watu wakitokeza hivi. Hii idadi sio mbaya Unajua wengi walikuja mapema, mapema na wamepiga kura na wengine naona wako njiani wanakuja. Hii dati sio mbaya kwa by election, at least we shall be above 60%. Kwa upande wake mwaniaji wa kiti hicho kupitia chama cha DABK Fanny Sebenzia alipuzilia mbali madai yaliyokuwa yameibuliwa yaliyokuwa yakisema kuwa alijiondoa katika kinyang'anyiro hicho. Ile mambo yenye ilikuwa pawali. Walikuwa wanasema nimejiuzulu, lakini siko nimejiuzulu, ilikuwa ni maneno tu ya wanadamu lakini nikakanusha. Kwa sasa nimepiga kura na nashukuru sana. Baadhi ya wakazi wamesema kuwa matarajio yao ni kumchagua kiongozi atakaye yapa maslahi yao kipaumbele. majina nimelapu netondo kubei. Nimetoka nyumbani ilikuwa tu saa kumi, ilifika hapa kuu kuchakua mutu mwenye anakusaidia mimi mlemavu na hakuna kitu yenye natembea naso kura nimeona hii Chwele Kapchai wadi kura iko inaendelea vizuri, na naomba tupate kutoka kiongozi mwenye ataongoza Chwele, eneo bunge la Kabuchai, kaunti ya Bungoma. Naitwa Tadeus Wachie.